Ambao wamesababisha wamehusishwa kwenye lile tukio. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam imewapandisha kizimbani mabinti watatu, ambapo ni wanafunzi kutoka uh, vyuo mbalimbali wakikabiliwa na mashtaka nane ikiwemo la kutishia kuwa. Washtakio hao ni wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Udizem, Mary Matogoro mwenye umri wa miaka ishirini na mbili, wanafunzi wa chuo kikuu cha Ardhi, Helena Mkawili mwenye umri wa miaka ishirini na mbili, lakini pia wanafunzi wa chuo cha uhasibu Asha Juma mwenye umri wa miaka ishirini na mbili wote kwa pamoja wamefikishwa mahakamani hapo na kusomewa mashtaka hayo mbele ya hakimu mkazi mkuu Guanta Mwankuga na wakili wa serikali Tumaini Mafuru, wakati kesi hiyo ilipofikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza kabisa. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, shtaka la kwanza linalo uh, wanalohusishwa wote watatu, ambapo wanadaiwa kula uh, njama ya kutenda kosa, uh, kinyume na sheria linadaiwa kwamba